Mafanikio yako sio ajenda ya kitaifa. Watu wengi tunadhani kwamba, yani, ili mimi nifanikiwe inabidi iwe ajenda ya kitaifa, inabidi taifa likae chini lifanye maamuzi kwamba hey, sasa Kamuhangire ana anahitaji kufanikiwa, tufanye nini ili Kamuhangire afanikiwe? Mafanikio yako sio ajenda ya kitaifa. Yaani, ni maamuzi yako mwenyewe. Wewe mwenyewe ndo nayeamua kwamba okay, nataka nifanikiwe na nataka nifanikiwe kwenye nini, na inabidi ufanye unavyoweza ili uyalete hayo mafanikio yako. U, unajua unaweza ukahisi, unaweza ukahisi nakutania, lakini taifa alitokusaidia chochote yani, na lakini kabla uja, kabla hujaanza kujudge mambo naya, sema, nataka unisikilize point yangu leo, kuna nyakati ambazo sisi kama vijana tunaogopa kufanya mambo kwa sababu eti, kwa sababu eti, kuna kitu labda yani, kuna kitu kitatukataza kuyafikia hayo malengo yetu, lakini nataka uwaze siku ambayo umeshafanikiwa, sio hapa katikati. Ah ah, waza siku ambayo umeshafanikiwa. Hiyo siku je, taifa litakasirika au ta, taifa litafurahi kwa ajili yako? Na je taifa litahisi limekusaidia wewe kuyafikia hayo mato, hayo, ma, hayo matokeo au litasema lita kwamba hongera sana kwa kuhangaika mpaka umefikia hapo? Siku zote ta taifa litajipa credit kwa mambo mazuri yatakayokutokea wewe, lakini yakiwa magumu wanakuwa na wewe ni fara kwa kujibatiza kwenye hayo mambo magumu, kitu ambacho nahisi pia ni sahihi. <laughs> Kwa sababu mafanikio yako sio ajenda ya kitaifa, sio ajenda ya kitaifa, ni ajenda yako binafsi, wewe na Mungu wako. Sasa watu wengi tunasubiri kama tupewe permission permission, kwa Kiswahili ni ruhusa ya kufanikiwa na kuzitafuta ndoto zetu, ya kuzikimbiza ndoto zetu. Tunasubiri mtu aturuhusu, hakuna atakaye kuruhusu. Nina marafiki zangu ambao ni madaktari wamesoma Muhimbili, wana wa, mimi nilitamani kuwa daktari tumekuwa mdogo, na nilipofika high school nilisoma kibaboys boys, nikaanza kusoma vitabu vya Kiyosaki nikaona sitaki tena kuwa daktari, nikafeli <laughs> Ah ya ya ya. Nahisi ni kwa sababu ni free sio kwamba <laughs> But let's say let's let's do this. Mtu ameshakuwa ah, daktari. Ameshakuwa daktari. Ameshafikia ile ndoto kubwa ambayo ni ya kila mtoto. Kila mtoto anatamani kuwa daktari. Lakini unashindwa kuyakimbiza mafanikio yako kwa sababu tu unahisi mafanikio yako ni ajenda ya kitaifa. Yaani unahisi kwamba siku moja taifa litakaretesema tunahitaji madaktari na kila daktari ambaye ana ana, ana, ana kila kijana ambaye ana digri ya udaktari apewe kazi hiyo kitu haiwezekani kwa sababu cha kwanza hauajiriki hakuna mtu anaenda kuajiri pole sana cha pili wewe kutokuajirika ni ajenda ya kitaifa ngoja nikuelezee kwanza sijui ukapanic kwanza ukasema uh -uh, uh -uh, uh -uh, tulia usipoajiriwa usipoajiriwa na hisi ni neno sahihi usipoajiriwa sisi kama taifa tunafurahi kwamba haujaajiriwa kwa sababu tumepunguza government expenditure. Yaani siku zote mafanikio yako na kutokufanikiwa wewe ni manufaa kwa taifa. Yeah, ndio maana inabidi iwe ajenda yako binafsi kufanikiwa, kwa sababu ufanikiwe, usifanikiwe, sisi kama taifa tunaenjoy, tunaendelea kula burudani Hivi ni lini ambapo shida zako zishie kusimamisha taifa? Hem, nielezee ni lini ni lini ambapo, okay, ulipata changamoto wewe kama kijana, alafu taifa likasimama kwa ajili yako? Hakuna. Kwa maana hiyo ni inabidi iwe ajenda yako wewe mwenyewe kujiendeleza, inabidi iwe ajenda yako mwenyewe kujifunza, inabidi iwe ajenda yako mwenyewe kujikutanisha na watu ambao watakusaidia, inabidi iwe ajenda yako mwenyewe, kwa sababu ukilipa taifa ajenda zako, taifa liko busy sana. Alafu ajenda za taifa ni automatic, yani zinajiendesha zenyewe. Kwa mfano, siku ukiamua kulala wiki nzima, haimaanishi kwamba ajenda za taifa zitasimama, haimaanishi hivyo. Na hata siku ukifanikiwa hai unaweza ukahi, ukahisi pia kwamba ukifanikiwa kwamba taifa litakupigia makofi, hapana. Labda mimi peke yangu <laughs> na yenyewe lazima tuwe marafiki kwanza, kwa sababu kama sikufahamu mtaangalia sasa shenzi na <laughs> kila binadamu yuko hivyo. Kwa hiyo mafanikio yako inabidi iwe ajenda yako mwenyewe, inabidi wewe mwenyewe useme, sasa nataka biashara yangu ikue, kwa hiyo inabidi nijifunze kitu fulani ili kukuza biashara yangu. Nataka biashara yangu ipate deals fulani, kwa hiyo lazima niajiri mtu wa sales. Nataka biashara yangu ibadilike iende hivi, kwa hiyo yani ma, kuna siku taifa litakaa, sisi kama taifa tutasema, sasa biashara Kamuhangire tunataka ikue. Mh -mh, kwa hiyo tufanyeje? Ah, kwa nahisi tumsaidie huyu Kamuhangire apate trekta apate trekta. Ajidanganya ndugu yangu, ajidanganya, ajidanganya, lakini the good thing ni kwamba kutokana na kwamba mafanikio yako ni ajenda yako na Mungu naye alivyo, alivyo, alivyo, sio athumani tunasema Hivi Mungu angekuwa Athumani ingekuwa. <laughs> Kwa sababu mpaka naanza kupata wasiwasi. Ukute Mungu angekuwa Athumani. Ai ye ye ye. Vivi ingetokea nini? <laughs> Lakini kwa kuwa Mungu sio Athumani, ni kwamba amekupa kila kitu unachohitaji. Yaani amekupa kila kitu unachohitaji. Unaweza ukahisi kwamba unahitaji vitu physical. Lakini actually kila kitu unachohitaji kipo kichwani mwako. Ni wewe tu kubadilisha perception ya mambo jinsi mambo unavyoona. Okay? Wewe unavyoona, unavyoona huu mkono, unaona hivi. Lakini mtu aliye huko anauona hivi. Kwa hiyo inabidi ubadilishe jinsi unavyoona mambo. Kwa mfano, unaweza ukaona hizi hmm, benki ni benki, ni sehemu ya kuwekeza, ya, ya, ya kutunza pesa. Mwingine anaona benki ni sehemu ya kutoa pesa, kuchukua mikopo eh. Mwingine anaona uh, serikali ipo kwa ajili ya sisi kufanya fanya nini. Mwingine anaona serikali ipo kwa ajili ya kitu kingine. Mwingine anaona uongozi uh, ni cheo ni dhamana, mwingine anaona cheo ni kutoboa. Yaani, kibadilisha jinsi unavyoona mambo. Sometimes ukibadilisha jinsi unavyoona mambo, fursa unaziona mwenyewe. Okay, haya haya, leo nitaka nikupe hiyo burudani my friend, sio kasema oh, Kamuhangire ni nini. Nyamaza, nyamaza, kuna kunywa kahawa hapa na hii sio mimi ninayeongea hapa sasa hivi ni kahawa. Maana sema mwanangu, kahawa nzito sije. Kuna kahawa hii, ah, nimeweka asali Nikaweka asali kwenye kahawa. <laughs> Kahawa inanishtua, inaniambia amka, fanya vitu, kuna kazi za kufanya hapa, niko busy. Ya, niko busy, niko busy. Tutaonana kesho, tutaonana kesho. Hmm.